Tumepata takwimu hapa kuanzia Januari mpaka sasa, matukio yaliyotokea ni mia mbili hamsini na mbili, lakini kati ya hayo matukio ya moto ni mia moja sabini na sita, yaani asilimia sitini na nane ya matukio yote. Matukio mengine ni ya ajali ambayo ni matukio sabini na sita, na matukio mengine ambayo jeshi la zimamoto walishiriki, walishiriki kuokoa, sio kuzima moto. Ukifuatilia haya ya moto ni mengi, yanatokana na matumizi yasiyo sahihi ya vifaa sahi, vya majumbani. Aidha, yanatokana na uzembe kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo nitoe wito kwa jeshi la zimamoto kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, tukishirikiana na jeshi la polisi hasa kwenye kupunguza ajali, lakini pia taasisi za serikali kama TANESCO na wengine kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya vifaa sisi. Ikitokea moto tunauliza chanzo cha moto ni nini, takwambia shoti ya umeme, sijui aliweka waya wenye nani ndogo kuliko vifaa anavyotumia kuna mambo mengi. Kwa hiyo matamanio yetu ndugu zangu ni kutamani moto usio wa lazima usitokee, unaotokana na mtu tu kutojua kitu cha kufanya, unaotokana na uzembe tunatamani moto huo usitokee. Utokee moto ambao tulikosa sababu ilikuwa ni lazima utokee kutokana na mazingira yasiyoepukika. Kwa hiyo, kila mtu pia aendelee kujibidiisha kama mwananchi kujifunza kutumia vizuri mazingira yanayomzunguka na kutosababisha mioto isiyo ya lazima. Lakini pia niwakumbushe wananchi kuwa bima, kukata bima kwa ajili ya nyumba zetu. Meshuhudia watu wengi wanapata kuunguliwa na makazi na nini, lakini wengi wetu hatuna mazoea ya kukata bima. Lakini ukiangalia gharama ya kukata bima ya nyumba si gharama kubwa. Nyingi nyumba zetu za kawaida hizi hazifiki laki tano, tatu, mbili, nyumba uliojenga kwa milioni ishirini, thelathini, hamsini. Kwa hiyo ni afadhali pia pamoja na ujenzi mzuri utumie gharama ndogo kukata bima, inapotokea matukio ya namna hiyo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 na haya yote alishughulikiwa ipasavyo. Hivyo mapokezi ya magari haya yatasaidia kuongeza ufanisi na kukabiliana na matukio hayo bila kuleta madhara kwa binadamu. Kwenye uchaguzi tarehe 29, hatutegemei magari yale ya ambulance ya tuliyoyaona hapa na maeneo mengine yakatumika kuchukua watu ambao wameandamana pasina sababu yoyote. Unataka kuandamana, kuzuri, nenda kwenye kupiga kura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 watu kufanya vurugu kwa sababu ya uchaguzi.